Tuelekee kaunti namba 32 ambapo upasuaji wa maiti 14 za watu waliofariki kwenye ajali siku ya Jumapili huko Kikopey kaunti ya Nakuru unaendelea katika hospitali ya Gilgil, sasa hivi ni maiti sita zikiwa tayari zimefanyiwa upasuaji. Tunaungana na mwandishi wetu Evans Asiba ili aweze kutupasha mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo mubashara kutoka Nakuru. Asiba. Naam, asante sana babu. Tulikuwa tulipo hapa ni katika hospitali <coughs> ya Gilgil -gil, ambapo tulipo ni katika chumba hiki cha kupokea miili ha, upasuaji ukiendelea sasa hivi wamekuwa wamepasua tayari eh, miili ya watu maiti sita eh, miam, samahani kufikia sasa hivi. Ni ajali iliyofanyika eh, mwendo wa saa sita eh, siku ya Jumapili ambapo wanafamilia hii wana familia kumi na nne wote walifariki wakiwa katika safari ya kweli kuelekea sehemu ya Kamkunji, eneo bunge la Rongai, katika kaunti ya Nakuru eh, wakiwa e, tuseme tu kwamba mkutano wa kifamilia lakini, moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na yule ambaye ni msimamizi au msemaji wa familia. Zungumze naye atuambie, pengine eh, baba, pengine tukianza kwa kujitambulisha majina, tuambie kufikia sasa hali vipi. Unajua kwamba ni hali nzito familia kupoteza watu 14, wote kwa wakati mmoja eh, pengine mambo vipi kufikia sasa hivi mpango. Ah, uh, mimi naitwa Daniel Gikonyo Turu. Um, hii msiba ilitupata kwa mshangao, sababu ni jamii moja ya baba yangu mdogo yote, ili wale walikuwa na safiri kwenda Gilgil na wote wakapata ajali, isipokuwa wachache wale walibaki nyumbani. Hakuna mtu uh, alisafiri kuja pande hii ya Gilgil ambaye ako hai Hawa ni wale wa, wa baba yangu mdogo. Kwa hivyo hii hii msiba imetushika kwa mshangao na, na, hii leo, najua kwamba ni upasuaji kubaini tu haswa vifo hivi vilisababishwa na nini. E, butuambie mpango baada ya kufanya e, zoezi hili linaloendelea, upasuaji mnaondoa mili hapa kweli, kupeleka Murang'a au hali vipi baada ya zoezi hili la kukagua mili? Hii miili tutapeleka Muranga, ndio tuende tujiandae kwa mazisi, na tuko na shida kubwa sana sababu hao ah, watu ni wengi sana wale tuko nao na wale tuna, na, nao wale tunahitaji kuwashughulikia ndio wazikwe, ni wengi zaidi ya mapato yetu. Ya. E, e, pengine tu mnaondoa miili hii leo hapa mkipeleka Murang'a na mwito kwa mwito wako kaa familia, kwa niaba ya familia, una lipi la kuambia Wakenya husiana swala nzima la usaidizi wa kuhakikisha kwamba mmewapumzisha kwa njia nzuri yenyewe? um, tukitoka hapa tunapeleka hii miili Murang'a, na ndio tujitayarishe, lakini kwa uhakika hatuna namna na tunaomba wale watu watusaidie hata kama ni serikali kuu, hata kama ni serikali hii ingine, serikali dogo hii kaunti, uh, ili itusaidie ili tuweze kuzika hao watu kwa heshima yao, yeah. Poleni baba. Acha tupate sauti kwa sekunde tu. Njoo hapa dada, ukianza kwa kujitambulisha majina, pengine tuambie umempoteza nani, na hapa mlipo mnapangia nini pengine Tume, kwa majina naitwa Esta Wangoi Ndelito, mimi ni anti wa huyo kijana dereva na ni mtoto wa brother yangu e. Na pengine hii mkiondoka hapa hivi, mpanga mpango mzima ya kuwapumzisha itakuwa kalini vywapo mshafanya chochote au vipi? siku ya kuwapumzisha mshapanga? Bado bado, hatujapanga juu saidio mambo ndio tutaanza e. Basi mlivyosikia wawili hao wakizungumza kwa niaba ya familia e, wakiwa kifasaha kutuambia kwamba familia imepoteza watu kwa jumla watu kumi na nne. Gari hilo lijibainike kwamba lilikuwa na watu kumi na saba miongoni mwa watu kumi na saba hao wote walikuwa wana familia, hawakiwemo watoto wawili na watu wazima kumi na tano. Kufikia sasa hivi ni kwamba watu watatu bado wako hospitalini, mmoja akiwa katika hospitali ya St Joseph, mwingine katika hospitali ya rufaa Nakuru na mwingine ya memorial Lea, hapa, ya, ya ya kijeshi ambapo wanapokea matibabu, na tumezungumza na madaktari wote, wanasema kwamba watatu hao wanaendelea kupokea matibabu kwa njia nzuri. Hapa tutakuwa tukisalia kungojea pengine kuzungumza tu na yule daktari mkuu wa upasuaji ambaye ako katika chumba hiki kilicho nyumbani mwangu kuzungumza tu naye kutuambia pengine kubaini haswa ni nini haswa kilichosababisha vifo vya watu hawa kumi na nne kutoka kaunti ya Nakuru, na kurejesha kwako babu. Evans Asiba Asiba huyo kutoka Gilgil gil county ya Nakuru. Moja kwa moja tuelekee kwake Jen.